Kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii jina la mchungaji Mashimo sio jina geni sana, pengine kwenye masikio yenu. Mwezi wa kumi, mwezi wa kumi, nimeingia na muujiza huu. Makamo wa rais, rais, wa Marekani, Mama Kamala Harris ameingia kwenye inbox yangu Instagram, akanichatisha na nikachati naye i umwinu wa mnyonge tokenapembeli humkatishwa pamoja na wakuu. Baada ya mama Harris Kamala ambaye ni makamu wa rais Marekani, na ni mgombea wa Marekani akanichatisha sa so, akanichatisha ameingia kwenye inbox yangu akanisendea ujumbe baada ya kukomenti kwenye ukurasa wake akanifuata nebosi ndo akaingia akanitatesa na akaniuliza, wewe ni mwanachama wangu, wewe ni timu yangu? Nikamwambia ndio, nikajitambulisha nikamwambia, mimi ni mchungaji niko Dar es Salaam, nchi ya ta, Tanzania ta. Hapa Afrika Mashariki, mimi ni mhudumu wa Injili mtaa kwa mtaa. Ninakushukuru Mheshimiwa kuja kwenye akaunti yangu. Hata hivyo, Mungu akubariki, Mungu akusimamie kwenye mambo yako yote. Lakini mheshimiwa, ninahitaji kiwanja cha kanisa. Sasa Mashimo ameshtakiwa kwenda jela miaka miwili kwa kosa la uvamizi wa ardhi na kuharibu mali. Hii ni ishu ambayo imetokea wiki hii kwa maana ya hukumu ambayo imetolewa e, wiki hii na jamaa ama mchungaji Mashimo anakwenda kutumikia kifungo cha miaka miwili jela. Mashimo amehukumiwa kutumikia adhabu hiyo na mahakama ya wilaya ya Kinondoni siku ya Jumanne ya wiki hii ya tarehe kumi na nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano na hii ni kutokana na kesi ya jinai iliyokuwa ni kimkabili mahakamani hapo, kufuatia hukumu ambayo imetolewa na hakimu mkazi mkuu Ramadhani Lugamarila. Basi Mashimo anakwenda kutumikia jela kifungo cha miaka miwili. Alikuwa maarufu sana kwa kuhubiri kwenye vituo vya mabasi. Wale watu wa Mbezi Mwisho wanamkumbuka, ilikuwa ndio sehemu yake, kwenye kile kituo cha daladala. Muda mwingi sana utamkuta pale aki, yuko na spika zake anahubiri Injili, lakini pia e, alikuwa ni mtu ambaye anatembea kwenda kwenye, kwenye maeneo mengine. So kuna hiyo shida ambayo ilitokea ambapo wameiita ni uvamizi wa ardhi pamoja na kuharibu mali ndio kosa ambalo limemtia hatiani Mashimo na kumpeleka jela kifungo cha miaka miwili. Itakumbuka pia Mashimo ni miongoni mwa watu ambao walishawahi kupewa magari na, e, nabii mkuu kule Arusha Jodevi na hata hivi karibuni kipindi ambapo Goodluck Gosbet amechoma lile gari lilopewa na nabii mkuu, Mashimo alikwenda tena kule kwa Jodevi akimsema Goodluck kwamba hana shukrani na mambo kama hayo. Kwa hiyo alikuwa ni jamaa fulani ambaye kwa watu wanaotumia mitandao ya kijamii wanamfahamu vizuri sana. Lakini na hivyo tena mambo hayajawa mazuri kwa upande wake amejikuta akiingia kwenye mikono ya sheria na amehukumiwa kwenda jela kwa miaka miwili. Niambie hapo chini kwenye sehemu ya comments una mtazamo gani? Lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.